Nani mchokozi? Mchokozi, mchokozi hakuna ile mchokoza mwenzio hata muda huu mbona hujasuka? Ni huyu. Ni huyu mimi mimi huyo huyo, amenisuka, unasuka jicho la wifi. Sio, sema ni huyu mimi amenisuka mimi, huyo ndo jicho la wifi asubuhi, nimesuka jicho la shetani. Mama yangu <laughs>

Nekasema kuna good news about nywele. Ah basi imekucost sasa, sikiliza, mimi namfuata na mchana. Tukitoka hapa twende kwa Mama P Beauty Saloon, au si?